Ndiyo yenye Jesus Christ alituambia ni love, na kwa love kuna justice. So kuna vile utakuja, unajua hizo ni true colors. Mtu ile tabia yenye anakuanisha, hiyo ndio true colors yake. Hakuna vile utakuja, unaanza kunini kushika flag ya Kenya na kuipiga mateke. What does that show? Alafu the Kenyan authority do nothing or even do no justice because sijui wanabembeleza the Islam the Muslim uh, the Muslim the north people north eastern a people because they are part of our nation. no tu kuna kisanga yenye ilitokea pale Isilii na si ati jumeja Isilii ati ni kwenu mayo, ni mkae na respect na mheshimu all Kenyans. Pasta anaenda kuhubiri hivi, wamemshikanisha, wamemkaragaza, wanamsukumanisha nam, wa na heshima ndogo, vibaya sana. Video hiyo hiyo nilisikia ku juu kama a nation let me remind you kama Kenyans, hii inarudi anga tena na tena God anasemanga in the Old Testament, kuna place, just google: don't let a foreigner be above you. Yaani kitu kama hii, mtumishi anaenda kuspirituali na kuna freedom of speech, speech, na kwanza kuongelea God, na God fearing nation anaenda kuspirituali wanamfanya mbaya, anataka hadi kum, kwa kumtuakasjji ni kumsukuma na kumpiga mablow mangumi. Hiyo kitu hilininiza moyo sana na mimi sioni Kenya kama tutakuwa katika hali sawa kama tuna allow such things okay, these brothers are our brothers the Somali, but they have Somalia, their country Somali country, you know? anarudia hii tena. Kenya is a God fearing nation and let me be so specific, it is a Christian nation, na hakuna siku yenye itakuja kukua ati tuseme ati for example ati an islam or a muslim president or taking a highest rank. Hata ni favor sana unapata kuwa kuna government na kumewekwa doki na kumewekwa muslim ato natubeba ndogo, you know. Okay, I'm, I'm I'm I'm I'm I'm campaigning and I'm praying for United Africa, but kama ni heshima ndogo hivi pisa pale ambapo kuna jeshi na ndani ya lab naa hakuna vile utakuja Kenya na ushepedu na uwagalisu na uvweke unaletea Wakenya uveke wow. Even from the past God alichuse the Israelites na alisema these are my people, na aliweka boundary, na kulikuwa naada, na kulikuwa na ya boundaries lazima yenyewe ziangaliwe yang, na kama uko ndani ya Kenyan block, ni ufuati sheria za kikenyan, utii ni kuwa na adabu eh? Because God mwenyewe ali decide kuna boundaries, na akasema you are my people as Israelite, so sisemi the Somalis are not God's people, we are all God's creation but Kenyan me am talking from my land and I, I, I must defend Kenya man na najua no one can yani many feel like if they give me money i'll be i'll go to mass and leave but i'm here for Kenya and i declare and i declare to every true patriotic Kenyan that we will not die but live and live to proclaim what God has done and let's embrace our o president hapo angekuwa ameongea tayari. Hiyo ni heshima ndogo zaidi. Sasa, so maybe our lovely president anaogopa kuongea juu, maybe hata atawaza, hata anaogopa feedback ya the Islam of the Somali nation. No, mtu akiku anakupimanga kidogo zona, huyu huyu hata ongee, anakupima tena, na huyu okay? huyu ongee, anajua weak point yako, huyu huyo hawezi fanya kitu, hata nimfanyie nini tu manzee, Kenya God ametupea favor, na usiachilie pori na kuje kukaa ni kana ka juu yetu. Tuliacha wazungu katukalia, ndio ile colonization period tunaona, mm -hmm. Hadi sasa tukoanda modern colonization okay. Our leaders at the time, kuna wenye wali resist, kuna mikatilili wa mwanzo wa Africa akawa ali resist, you know the Oloibon, the Masai leader resisted, mashinaries yaani, vitu za kisilaha za kivita zenye walitukaranga nao, na waka manipulate some some vulnerable leaders ambao wenye walienda ku, ku, ku- collaborate na ku sign deals zenye ambazo hadi saa hii tunakasikizia. So, don't let a foreigner be above you. Mkenya usikubali hiyo story, hiyo story usikubali na mimi ndio niko hapa na nitasema vizuri sana to God. Mimi ni God administration. So, let's embrace peace, love and unity. Na mimi narudia, ndani ya peace ndani ya ndani ya love kuna justice, justice must avail. Ah, sasa hata tubeba ndogo, mi wakibeba ndogo, Kenya ndogo wananibeba ndogo. Okay, I'm at, not be having money but mi na feel and I know I'm too easy juu sisi ni ndege za Mungu, soja za Mungu. Hamtuwezi, hata mkuje wenu wote, hamtuwezi sisi. Nasikia ile wimbo, mwenzio sipiganagi mwenyewe mi napigani na Mungu, mwenzio sipiganagi mwenyewe mi napigani na Mungu wewe.